Tukiendelea kuangazia mzozo wa kivita kati ya Irani na Israeli tunafahamishwa kwamba hakuna ushahidi kuwa Iran inaleta tishio la nyuklia kwa Israeli, balozi wa zamani wa Uingereza nchini Irani Richard Dalton amesema. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alidai kuwa Iran ilikuwa katika hatihati ya kutengeneza silaha za nyuklia muda mfupi baada ya Israeli kufanya mashambulizi ya anga katika ardhi ya Iran wiki iliyopita. Akizungumza na Sky News, wiki Dalton alisema hakuna ushahidi katika uwanja wa umma kwamba Irani ilikuwa kwenye ukingo wa silaha za nyuklia. Alibainisha kuwa ujasusi wa Marekani unaonyesha hakuna mabadiliko katika tathmini ya kimsingi kwamba Tehran imeamua kutengeneza silaha za nyuklia kwa mujibu wa mafundisho yao ya ulinzi, ambayo ni kuepuka silaha za maangamizi makubwa. Kwa hivyo tuna haki ya kutuamini madai ya Netanyahu kwamba kulikuwa na mabadiliko ya hivi karibuni katika sera na tabia ya Irani, hadi ushahidi utakapowekwa hadharani, Dalton alisema. Mwisho wa kumnukuu. Israeli ilianza kuishambulia Irani kwa mabomu Ijumaa iliyopita, ikidai kuwa nchi hiyo inakaribia kukamilisha kwa bomu la nyuklia. Irani ilikanusha shutuma hizo na kujibu operesheni ya kijeshi ya Israeli kwa mawimbi ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya taifa la Kiyahudi. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Iran lenye makao yake mjini Washington, shambulio hilo la Israeli hadi sasa limeua watu 1585 wakiwemo raia 239 na kujeruhi zaidi ya watu 1300. Ofisi ya vyombo vya habari vya serikali ya Israeli iliripoti Jumatano kwamba mashambulizi ya makombora ya kulipiza kisasi ya Irani yaligharimu maisha ya watu ishirini na wanne huku 804 wakijeruhiwa. Imeongeza kuwa takribani watu 3800 wamehamishwa kutoka maeneo mbalimbali kutokana na mvutano unaoendelea hivi sasa. Mnamo mwaka wa 2015 Tehran ilitia saini mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja makubaliano ya kimataifa ya Marekani na mataifa yenye nguvu ya Ulaya ambayo yalipunguza urutubishaji wa uranium badala ya msamaha wa vikwazo mnamo mwaka wa 2018 Rais wa wakati huo wa Marekani Donald Trump alijiondoa kwa upande mmoja katika makubaliano hayo na kuweka tena vikwazo vyote na kuifanya Iran kujiondoa polepole pole kutoka kwa ahadi zake. Tangu wakati huo, mamlaka za Iran zimewapa wakaguzi wa kigeni kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki ufikiaji tu wa vifaa vyake vya nyuklia Jamhuri ya Kiislamu kwa sasa inarutubisha uranium hadi asilimia sitini ya ya usafi juu ya kiwango cha asilimia tatu nukta sitini na saba kilichowekwa chini ya makubaliano ambayo hayatumiki sasa. Urusi milani mashambulio ya anga ya Israeli na kuonya kwamba mashambulizi dhidi ya miundo mbinu ya nyuklia ya Iran yanaweza kusababisha janga la nyuklia. Katika taarifa yake siku ya Jumane, wizara ya mambo ya Nje ya Urusi ilisema mashambulizi ya Israeli kwenye maeneo